Kabisa kuwa kuna maendeleo makubwa sana upande wa serikali kuwa zile hoja zimeendelea kupungua, na alisema kabisa ripoti yako nayo imekuwa ni nzuri sana na sisi, kamati ya bajeti, tumekuwa tunafanya kazi na wewe kwa karibu mno. Sisi hatuangalii huko nyuma, hatufukui, hatufukui, fukui makaburi, lakini tunaangalia kazi zenu ili tuweze kuijenga mbele yetu kwa ufanisi mkubwa. Mimi ni kushukuru kwa timu iliyonayo. Una timu nzuri sana ya wakaguzi wako, hongera sana mheshimiwa Kicheere. <coughs> Na hiyo imedhihirisha pale ulioweza kupata kazi mpaka za Umoja wa Mataifa UN. Usingepata kazi na hiyo kwa CAG wa Tanzania, nina imani ni kutokana na weledi ya timu ulionayo hongera sana kwa hilo, lakini ulipokuwa unasema hapa, ukasema na ukaguzi wenu unaangalia vile vile ukaguzi wa kimataifa. Sasa na hilo nafikiri ni jambo la kusisitiza, hasa kwa nchi yetu ya Tanzania ambayo imekuwa ni mfano wa maeneo mengi, lakini imeangalia kuna ukaguzi wa TEHAMA. Nafikiri ungesisitiza zaidi kwenye hilo, kwa sababu dunia ya leo imekaa ni kitehama zaidi, shughuli nyingi zinafanyika kupitia tehama. Hasa mapato ni namna gani mzingatie kuhakikisha kuwa mnapunguza au kuondoa kabisa kufuja kwa mapato ya nchi yetu, na hilo ndiyo kubwa. Kwa hiyo tusizingatie sana kuangalia matumizi tu, tuangalie yale na mapato, namna gani mapato yote yanayokusanywa yanaenda kwenye mfuko mkuu wa serikali, na sisi kama kamati ya bajeti tunaliangalia hilo na tunakutegemea sana, wewe ndiyo jicho letu, ili tupate uhakika kuwa mapato yote ambayo yanatarajiwa kukusanywa na serikali yanaingia kwenye mfuko mkuu na matumizi nayo yanatumika vizuri kwa thamani ambayo imekusudiwa. Na hilo melitekeleza CAG, ndio sababu nikakupongeza, kwa sababu tumeiona nchi yetu imefanya vizuri sana hivi karibuni, na inafanya vizuri, kwa sababu na wewe una input zako kwenye hilo. Kwa hiyo kazi nzuri zilizofanyika na serikali chini ya Mheshimiwa rais ambaye amefanya kazi nzuri sana, najua ni pamoja na kazi yako ya ukaguzi. Hongera, tunakuomba endelee na hilo, ili nchi yetu iweze kwenda vizuri na sisi kama bunge, wewe ndio jicho letu, tunakutegemea sana. Kazi zako ni njema sana, na watanzania wanakuamini sana. Hakuna mtu anayetilia wasiwasi hata siku moja kazi za CAG. Hongera sana, nawashukuru sana, asanteni sana. Asante sana mheshimiwa mwenyekiti wa kamati ya bajeti, tunashukuru sana kwa kazi zako na pia kwa msisitizo kwamba tuangalie umejiandaa na hiyo itakuwa ni input kwenye ukaguzi wetu ambao wanakuja, na kushukuru sana na wananchi waendelee kuwa na imani kuwausiaaifa ya ukaguzi. Sasa nimkaribishe makamu mwenyekiti ambaye pia amekaribisha mwenyekiti wa kamati ya PIC, Mheshimiwa Mary Masanja.